Namshukuru Mungu, sijui upande wako, na naamini kwa vizuri kabisa, na nimekutafuta hapa eh. Wanasimba wanatamani kusikia kutoka kwako kile ambacho uko nacho siku ya leo, mara baada ya Simba kuibuka na ushindi wa bao tatu kwa sifuri dhidi ya Mbeya City katika mchezo ambao, eh, umepigwa pale Meja Generali. Sawa, mara baada ya kuto kupata ushindi katika <laughs> michezo miwili iliyopita, hatimaye eh, eh, wameibuka mbele eh, ya Mbeya City ushindi wa bao tatu kwa sifuri. Kwanza usiwapunje Simba goli zao naam no. Simba wamefunga goli nne, ila goli moja amshika kibendera akatia mfukoni sasa yeye kutia mfukoni yeah. haitoi haifungi mwanya wa kuzungumzia Simba wamefunga goli nne clear ambazo hazikuwa na shida. Goli moja tumwachie mwamuzi, alipoweka mfukoni atatuambia wapi analipeleka na kusudia mshika kibendera, ndio kwa sababu alishindwa kukimbia kwenye tukio kwa wakati, akapunguza morali ya mchezaji wetu, kwa sababu goli huwa linamsababisha mchezaji kumwongezea hamasa kumwongezea morali na kuona nimerudi katika fomu. Unapolikataa na akawa ameona amefunga clear chance eh, unampunguzia nguvu, na nadhani umeona morali yake ilishuka kama hivyo. Lakini Abdallah, turudi katika mchezo kiujumla. naam no. Abdallah, timu ya Simba kwangu, uh, kwangu mimi haijawahi kuwa mbovu. Sijajua kwa watu wengine, timu ya Simba haijawahi kuwa mbovu, isipokuwa timu ya Simba inafanywa kuwa mbovu kutoka kwenye midomo ya watu ambao hawatakii mema klabu ya Simba. Moja, mashabiki wa upande wa pili, upande wetu wa kushoto wanapenda kuita hivyo, kwa sababu kulia kwangu mii ni Simba Sports, kushoto ni e, Yanga na watu wengine. Kwa hiyo wenzetu wa upande wa kushoto, kwa sababu hawana mlengo mzuri na Simba, na Simba hawana nia njema na Simba, hawana upendo wa dhati na Simba, hao ndio watu ambao wamekaa kipaumbele <laughs> na wanatumia nguvu kubwa sana kutaka kuifanya Simba ionekane ni timu ya kawaida. Simba sio timu ya kawaida e, nitakwambia mfano eneo kulikuwa na mechi kabla ya Simba na Mbeya City, ilikuwa ni Fountain Gate na Yanga. Naam, Yanga wamefunga goli mbili ndio eh? Sahii kabisa, miongoni mwa goli kulikuwa na mkwaji wa penati sahii basi katazame vizuri mechi, sitaki nizungumzie mia ya watu, katazame vizuri, utaona utofauti. Lakini tutarudi kesho i itakwenda kuzungumziwa mechi ya Yanga kama mechi ambayo imechezwa katika quality kama mechi kubwa, na watu wasioitakia mema Simba, Simba itaonekana ni kawaida tu. Ingelikuwa Mbeya City ndo amesuruhu na Simba halafu Yanga akamfunga, ingekuwa stori kubwa, kinaekuwa umeendelewa si Sae. Simba ina- inaporomoshwa ina na watu ambao hawaitakii mema Simba. Na ni kushtue Abdallah, sehemu inapoitwa chuo au darasa, Simba fans ni chuo na ni darasa. Ukiacha mechi kiujumla, tunaweza kuzungumzia matukio mawili matatu tofauti tofauti, nadhani naam, naam. Wewe ni muumini wa vyombo vya habari sindio? Vyombo vya habari vya leo, kuna chombo chochote unaweza ukanambia kina mripoti eh, shabiki wa kawaida, wahamasishaji na nani wanaosema simba haifai, wenye viti waondoke, leo umesikia? Hapana, kumbe watu hawana madai. Watu madai yao klabu ifanye vizuri. Wanapoingia kwenye vitu vingine wanajificha kwenye mlengo. Sasa klabu kufanya vizuri na kuto kufanya vizuri, ni kanuni ya kimpira. Leo tunafurahia, sasa tunaezungumzia mechi nadhani tutakuwa na, na raha kabisa kwamba timu imeshinda na nini, umenielewa vizuri eh? Watu wataonyesha ujuzi wao, wataonyesha vitu tofauti tofauti na yani uta, uta, utaona eh, matashtiti mengi katika mpira nani, katika katika mahojiano leo sasa. Kumbe si madai yetu, sio haya. Mengine tunaosema haya huwa yanazuka baada ya timu kukosa matokeo. Sasa kwa sababu madai yetu ni hayo, basi kuna muda kama tunaamini kuwa Suleimani Matola anatosha, basi tuambie viongozi, Suleiman Matola anatosha. Kama tunaamini katika nchi ya ahadi Suleimani Matola ana uwezo wa kutupeleka, tuambie viongozi, tuleteeni mapema mtu wa kutupeleka katika nchi ya ahadi, kabla haijatokea kitu chingine. Kama tunaamini katika kupata matokeo tu ndio kuiendesha Simba yetu, basi tuondokane na dhana hizo za kijinga, kwa sababu haziwezi kutusaidia. Simba ni timu sawa za timu inacheza na timu nyingine, na ndio maana sheria namba tatu inasema kutakuwa na idadi ya wachezaji, niko sawasawa sahihi sawa kabisa. sheria namba tatu inataja idadi ya wachezaji. Ukiangalia idadi ya wachezaji itazungumzia kumi na moja upande huu kumi na moja upande huu. Sasa mkiwa mnacheza wachezaji kumi na moja kwa kumi na moja kushinda kutategemea namna ulivyojipanga Hizi timu nyingine zina walimu nao, wanajipanga nao, wanataka matokeo. Kwa maana tusiwe basi watu wa kimatokeo. Tukipata matokeo timu yetu nzuri, tunafurahia, tuna shea kwa pamoja, tunapata amani, tunakimbilia maiki. Ya kukosekana matokeo, tunarudi kuja kukumbusha uongozi, uongozi unakuwa mbaya, fulani afai, nani aondoke, Abdallah tusaijenga simba imara kama tuna furaha kama hii ya leo maendelea kuona simba yetu inatakiwa ifanye hivi, tuwe tunaimba nyimbo moja katika kuelekea simba tunakwenda. Lakini niseme sasa, ukiniambia Suleimani Matola ndo alonipa matokeo ya leo pia unanipa mashaka sasa. Nakwenda narudi katika mechi no, no. Kwa maana kama ni hivi nihivi, Matola akipewa timu tu sekunde kumi tunaweza kupata matokeo basi, kulikuwa kuna haja ya kutafuta walimu wengine. Lakini Matola huyu huyu kuna watu jana, juzi na majuzi, wamekomenti kwamba Matola ni tatizo katika timu, aondoke, kwa sababu Matola ndo wanahujumu makocha wengine. Abdallah Abdallah, mi sitoacha kusema ukweli, kwa sababu ukweli unamfanya mtu awe huru. Uongo ni jela mbaya na ni kifungo. Naam, naam, hawa hawa ambao wamelalamika, hawa hawa ambao wamepiga kelele, saa hizi wanasema Matola anafaa. Matola bana, sio mchezo. Amepanga kikosi vizuri, Matola amefanya hivi. Kuna mtu leo hii akanambia, unaona bana, hivi ndo namna ambavyo anacheza na ni Eliye Mpanzu. Kibisawala mwangalia anapokimbia. Iliye Mpanzu aliecheza leo jana na juzi ni Eliye Mpanzu, huyo huyohuyo mmoja, Eliye Mpanzu huyu e, ambaye unamuona alikosa iko ulichokitaka alikifanya, lakini alikutana na watu ambao wali bloku hiko ambacho unakitaka, ndio maana Usa, ukisikia timu thamani yake ni kubwa, manake imewachukua watu wenye viwango bora kuliko watu wako. Elie mpanzu kila siku ni ule ule, anafanya kile kile kwa mtindo ule ule na mchakato ule ule, isipokuwa kuna siku mchezaji nakuwa ni siku mbaya kazini, anaamka anafanya jambo aliwi, kuna siku atafanya atafanikiwa. Kuna hakuna mtu anakuwa 100% eh, mchezaji bora wa dunia kwa mara zote hawa Cristiano Ronaldo na Messi, kuna mechi wanafanyiwa sabu na kuna mechi unaweza ukasema wao ndo waharidifu namba moja katika uwanja huo. Ndo mchezo wa mpira, huwezi kukupa offers ya asilimia mia moja kila jakati. Kuna muda utakupa themanini, kuna muda utakupa sabini, kuna muda utakupa mia, kuna muda, muda utakupa thelathini na tano so sabini atapewa mpinzani, we utakuwa umefungwa. Lakini mi nishukuru, ushindi wa Simba unaonekana umewarudisha watu kwenye furaha eh, watu wamepata amani yao. Mimi sitoacha kulaumu mpaka pale nitakapoona watu tumekubaliana kuwa kitu kimoja. Sasa kiufupi, mi nimetazama mechi, nashukuru wachezaji wa Simba, nianze kuwashukuru kabla ya mwalimu wao. Wachezaji wa Simba wameona inapaswa kusikiliza mwalimu wanasemaje. Kwa sasa mwalimu wetu ni Matola, unatakiwa tuheshimu kwa sababu wakati anafanyiwa sabu hjona, ndiyo nikataka nione tabia ya utukutu kwa sababu kuna watu walituambia so ukimfanyia sabu anatukana, anabisha, umenielewa vizuri, na ukifanya masiara anaweza akatoka nje. Lakini nimemwona jiona sanso anafanyiwa sabu, anaenda kutoa big up kwa wachezaji wenzie, anatoa big up kwa walimu, anakaa katika benchi akionyesha kuwa anatabasamu. Maana yake wachezaji kwa sasa wameamini mwalimu wetu ni Matola. Kila mmoja ajitume kwa muda atakao Matola atakaokaa kama kochi, kwa sababu hatujui muda gani na lini anaondoka, basi nitumikie timu yote kwa yote tukiraki, wakiwa wanatumikia kwa asilimia mia, tunaweza kupata matokeo, tunaweza kutoa ubingwa, tunaweza kuenda robo fainali Klabu Bingwa mpaka nufu, kama malengo yetu na makombe mengine.